Sasa huu utaratibu wa kupiga cross ukawahi kufunga mwenyewe, mimi ufundi huo sina. Kila mtu afanye kazi yake, si ndio jamani? Nikizungumza jambo hapa, tumeita watu wazima hapa waje wakae hapa na sisi. Halafu tunakuja kama kuja kupiga picha hivi, yale tunayoyambiana hayatokei, okay. Kuanzia kwenye wizara ambayo mimi naisimamia, katibu mkuu nadhani kile kitengo ukiangalie na kama hujakiangalia nitakusaidia kukiangalia, kwa sababu haiwezekani tuliyosema hapa mwaka wa jana kwingine hayafanyiki. Of course TANESCO hawajafanya wa back procurement hawajafanya wa, anashangaa kwa nini mpaka nakuja kukaa hapa, yale yere nilioelekeza mwaka jana hajafanyiwa kazi. Mnataka sasa niwe waziri wa namna gani? wakuja kusema baada ya kusema hayo na washukuru kwa kunisikiliza hapana, mngealika mwingine wakuja kufanya hiyo kazi. Mimi nataka kile tunachokubaliana tukifanyia kazi na kuwa na progress watu waone tuko serious kwa jambo dogo. Wewe niwaambieni, ukiwa serious kwa jambo dogo na kubwa utakuwa serious, lakini ukiwa na mambo fulani unasema hili ndio kubwa, ndio napaswa kuwa serious nalo, kaacha yale madogo, hata wakikupa kubwa utakuwa serious nalo. Na sitaki tuwe mfano sisi. Kwenye sekta hii ya nishati EWURA wamefanya kazi yao, taarifa hizi ni lazima ziende kwenye website ziweze kuonekana, ili wale tunaosema wazitumie wazione kwenye website zetu. Nawapongeza sana EWURA. Niliwaeleza kuwa nishati safi ya kupikia iwe na chapta yake kwenye taarifa yenu. Nafurahi mwaka huu ina chapta yake na inatuonyesha progress tulionayo. Hongereni sana sana. Kwa hiyo maelekezo nitakayoyatoa leo, natamani mwakani wakati mnatoa taarifa, mgeni rasmi mtakayekuwa mmemwalika siku hiyo, kwenye barua yenu ya kumwalika njoo, kuwe na sijui ni paragrafu inayosema hivi, katika ripoti iliyopita tulipata maelekezo haya, tumeyafanyia kazi kwa kiwango hiki. Alafu ndio mpata nafasi ya kumwita mgeni rasmi kuja kuzungumza mambo, ili tufanye hili jambo liwe serious, lisiwe jambo la kuja hapa kukutana kwa ajili ya kuu ya ku, ya kupiga picha kama nilivyosema.